Karibu na kukaribisha, amen. Naitwa Nabii Musa, ambaye nabii Musa aliyerudi mara ya pili, yule nabii Musa wa agano la kale, ndio niko hapa, nimerudi mara ya pili. Amen, amen. Kwa hiyo mimi ni nabii, amen, ambaye nimetumwa na Mungu kwa ajili ya kuleta Tanzania mpya. Leo nina habari njema kutoka kwa Mungu, Habari kutoka mbinguni, na habari hii nimeamua nilete kama habari taarifa kwa Watanzania, kama taarifa kwa Watanzania. Sitaki kuitoa kama unabii, sawa? Naitoa kama taarifa amen, naitoa kama taarifa. Bwana ameniambia usiku wa leo ya kwamba kuna mpango ambao unaandaliwa wasili kuwafungulia kesi wale ambao wanekosoa serikali ya mama Samia, kuwafungulia kesi za mashtaka na kesi hiyo ambayo inatengenezwa kufunguliwa ni kesi ya uhaini. Kuna watu wanataka wanata, wanata, wanata, wanata kufunguliwa kesi kwamba wanataka kupindwa serikali ya mama Samia. Amen, kwa maana kwamba vile vigenge vya watekaji vimeshindwa kuwapata hao watu, kwa hiyo wanakuja kwa staili ya kufungua kesi kwamba wanataka kupindwa nchi, ili wapate uhalali wa kuwapata au kuwakamata, kwa sababu kuwakamata kwa siri au kuwateka kwa, kwa njia za siri imeshindikana, kwa hiyo sijui ninaweza nikaita unabii au nisemeje, hii ni taarifa ninawapa, sawa? Mmoja mojawapo miongoni mwao akiwa ni Humphrey Mpolepole. Eh, na mimi mwenyewe eh, na Gwajima na Mangi Kimambi eh au tunaosikia wanaikosoa serikali, hao ndio wamewekwa target kufunguliwa kesi ya uhaini kama ya Tundu Lissu a kama nani, kama ya Tundu Lissu. Siku mbili hizi, siku mbili hizi, siku mbili hizi mmetuma watu kunifuatilia kuulizia, eh, nenda kwenye ile nyumba kaulizie kama kuna, kuna vyumba vya kupanga Nadhani sijui kama ninyi mnakuja kunichunguza kunichunguza chunguza hapo. Okay. Eh? Bado mtaulizia mpaka vyoo vya kupanga. Sio mko mnazunguka na picha. Picha i, i, i, i sasa hii picha haiwafai sasa. Mnakuja kwa stela ya kulizia vyumba. Bado njooni mnaulizia na vyoo. Mlianza na na, na na mapikipiki, mtakuja na magari, mtakuja mpaka na helikopta, mna vifaru, mje pa, na pamoja hadi yani na helikopta. Yaani mje mpaka na helikopta. Ndio mtajua hakuna nguvu ya mwanadamu inaweza kushindana, kushindana na Mungu na hakuna nguvu ya mwanadamu inaweza kushindana na Nabii Musa wala uganga wala uchawi. Ndipo mtakapojua mimi. Nawaambieni, njooni na pikipiki, njooni na magari, njooni na vifaru, njooni mpaka na helikopta, sawa? Mimi ndio Nabii Musa, jeshi la mtu mmoja ndani ya malaika milioni moja. Unaniona mtu mmoja hapa ninaongea, eh? Lakini na jeshi la malaika milioni moja liko hapa. Kwa hiyo jipange, njo tete some Biblia halafu nakuja, sawa? Baada hiyo taarifa, some Biblia hii halafu nakuja. Mhubiri nne kumi na tatu sitaenda mbali sana wala sitashuka chini mpaka mwisho, ila nataka nataka nishitwa hapo kwenye Mhubiri nne kumi na tatu. "Heri kijana maskini mwenye, mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu. Mhubiri kumi kumi na mbili anasema hivi: maneno ya kinywa chake mwenye hekima yana neema, bali midomo ya mpumbavu itame, itameza nafsi yake mwenyewe. Isaya kumi. Ole wao wawekao amri zisizo haki na waandishi waandikao maneno ya ushupavu, ili kumpotosha mhitaji asipate haki yake, na kumnyang'anya na maskini wa watu wa watu wangu haki yao, ili wajana wao mateka yao, na kuwafanya yatima waliofiwa na baba zao kuwa mawindo yao Naye mtafanya nini siku ya kujiliwa na, na, siku ya kujiliwa na wakati wa uangamivu wa, wakati wa uangamivu utakapo utakapokuja kutoka mbali mbali mbali sana? Je, mtakimbia mtakimbia nani? Je, mtamkimbilia nani na nani? Ata nde, je, mtakimbilia nani mpate msaada? Na utukufu wenu mtamwachia nani? Bwana Yesu asiwe nasema, ole wenu nyinyi mnaotunga sheria kwa ajili ya kuwakandamiza watu kwa kwa ajili ya kuwakandamiza wenye haki. Ole wenu, uharibifu utakapokuja juu yenu, mtakimbilia wapi? Na utukufu wenu mtamwachia nani? Yani huo urahisi utamwachia nani? Na hivyo vyeo vyenu, hivyo nyinyi mnaotunga sheria kuwashtaki watu, mawaziri, mahakama, eh. Askari mnaotunga sheria kuwakandamiza, kwa, kwa, kwa watu, vyoo vyenu mtapeleka wapi? Maana mna mnafanya jeuri juu ya wanyonge kwa kuonyesha vyoo vyenu. Sasa wapo ambao wanakuja ambao watavunja hiyo vyoo vyenu, je, mtaipeleka wapi? Yaani mimi ninapoamrisha au mimi ninapotoa amri sifikiri mimi nina kikundi huko msituni au na kikundi wapi? Mimi ni nabii, kwa hiyo hii ni sauti ya Mungu, neno nitakalolitoa ndio litakalofanya kazi. Kama Mungu anaweza akamuru jambo likatokea, kuwa anga na ikawa anga, kuwa maji ikawa maji, yeah. kuwa ardhi ikawa ardhi, ndivyo ninachokifanya mimi hapa, ninapoongea ndio inavyokuwa inavyoongea ndivyo inavyokuwa. Yani vi yani vi ninavyoongea, yani hata maiti au mifupa itasimama itaongea kwa amri na pumzi ya kinywa cha Mungu. Sawa, kwa amri na, na pumzi ya kitu. Yani mko kutengeneza sheria kuwafunga watu wa haki, watu wanaotafuta haki, wanaotafuta wanaokataa uonevu ili mwendelee kuwakandamiza watu juu. Tumejui jana usiku tumesikia taarifa, kuna watu watano, sio, wametekwa huko Kahama. Mnashindwa kufanya kazi ya kutafuta hao wa watu, kukamata hao wa watu, mna kazi kukadu, bali, mna kazi kukandamiza yani. Bado mnazidi kukandamiza watu eh, alafu mnataka watu waendelee kuwachekea, yaani waendelee kuwaogopa Eti ukisema watakuteka, watafanya hivi, watafanya ndugu. Yangu, mimi ni nabii, nimetumwa na Mungu, sawa. Nimesema hivi, hizo fimbo zako unazozitengeneza kuwapiga watu hazitakusaidia. Nishakwambia hizo fimbo zako <coughs> na aliyekuwa na ameshika ile fimbo ili kuzipiga alikuwa ni Jumanne, Jumanne Muliro ndo alikuwa ameshika ile fimbo ili kuipiga na nikasema ole wako. Na aliyekuwa anatoa maelekezo ya kupiga ile fimbo alikuwa ni mama Samia, sawa. Na nikasema ole wako, uzipige hizo fimbo, yaani hizo sheria mnazozileta hizo hizo nini mnazozifanya, ili kuwatishia watu, sawa, kwa sababu sasa hivi katika ulimwengu wa roho mshindi ashapatikana, na Mungu ndio ameshinda kiti cha enzi Sawa. Kwa sasa mnawatisha watu ili wasijue ya roho na wasijue kama katika ulimwengo wa roho watu wananchi wameshashinda, ili kuwatia hofu, ili nyinyi mwendelee, yaani ili wasijue kama wana nguvu, wananchi wana nguvu. Sasa tunaona maaskari wanazunguka barabarani kwa ajili ya kuzuia siu maandamano siku ya uchaguzi. Sasa mbona hatuoni kuzunguka kuzuia watu wanaoteka watu? Hatuoni kuzunguka watu wanaoteka watu. Askari wako barabarani, wanajiandaa, wanafanya mazoezi kwa ajili ya kuzuia maandamano siku ya uchaguzi na kuhakikisha amani inapatikana, mbona watu wanatekwa? Na jana tu wametoka kutekwa watu watano Kahama huko. Kwa hiyo nguvu iko kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapigwa kwa ajili ya CCM na kisha mahakama ma, eh, inapokea kesi za uongo kwa ajili ya kuwafunga watu wanaotetea haki. Hayo mabilioni ya pesa ambayo yanaibiwa na watu wawili yangefanya miradi katika nchi au kwa wananchi, yangefanya miradi mikubwa kiasi gani au mingapi? Sisi tungekuwa na madeni yako nchi singekuwa na madeni, okay. Lakini bilioni na mabilioni yanachukuliwa na watu wawili, nchi nzima, watu wanateseka wakati. Okay, hizo so pesa zingeweza kusaidia watu nchi nzima, hmm? Mimi nimesema hivi, hizo fimbo unazozipiga ili kuzuia sauti ya Mungu ili kupambana na haki ya Mungu hazitakusaidia, nishakwambia, na ndio maana nikakwambia hivi, malaika wamefunga kibwebwe, wamefunga nguo zao, mlizifunga maanisha hivi: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana, na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu ili kupingana na hila za shetani, mkivaa ngao ya imani, chepeo wokovu, upanga wa Roho na silaha zote za Mungu, huku mkiwaombea watakatifu na mvae utayari kiunoni mwenu vaeni silaha zote za Mungu ili kupingana na hila za shetani. Kwa hiyo watu wanavaa silaha za Mungu ili kupingana na hila za shetani, tarumbeta tano ili kupiga hila za shetani. Tuone kwamba kauli yako ya kumtuma mtu kuwa watu au kuteka watu wanaosema ukweli au kufungulia kesi watu itakufikisha wapi? Na nguvu ya Mungu ambaye ameachilia kwa watu ita, yani itakufikisha wapi sawa so, amen, itakufikisha wapi lakini Mungu alishashinda, yani ushindi ushatangaza kutoka mwezi wa tisa. Mwezi wa tisa nao, vigogo na vigogo ambao ambao na wana wanawaku wana, wana, kukandamiza wananchi kutesa wananchi sawa. Hao vigogo hao ambao mko nao kuanzia kwenye kiti namba moja mpaka chini, ambao wananchi wanatekwa wanafanywa hivi, wanafunguliwa makesi ya jabu ajabu, na wenyewe wametulia tu, kwamba kama hawaoni, sio kwamba hawaoni, na wenyewe wanashiriki na wenyewe wamo. Usije kamaona mtu kuanzia nafasi ya juu amenyamaza kimya, yaani kutoka namba moja mpaka namba tano au namba kumi sawa. Kutoka juu namba moja mpaka namba tano haya yanayoendelea amenyamazia kimya, ukafikiri ni mtu mzuri. Si mtu mzuri, ila ameamua kunyamaza kimya aonekane ana hekima zaidi. Lakini chunga sana, chunga sana chunga sana chunga sana. Nimewambia hivi, mimi ndiye nabii Musa. Nyota mnayoiona kama mlivyoangalia kwa waganga na kuifuatilia nyota kwamba itakuja kuvunjavunja kazi zenu zote na kazi za Ibilisi, ndio mimi. Niko hapa, ndo nimeshaanza kuvunjavunja kazi zenu, na kila mnalonipanga ninalijua Ninalijua. au niwaambie ni vijana wenu nao watuma mnao watuma, mna watuma tuma hapa eh, mwambie ili mjue kwamba hakuna mnaloficha au mnaloweza kujificha. kunificha nini hapa? kwa hekima ya Mungu yupo hapa, unaniona nje ni mtu, lakini ndani roho yangu ni Mungu, ndio amekaa hapa. Ndio maana ninachoongea ndio kinachofanyika. Sasa kama unataka kushindana na Mungu, shindana na Mungu. Ndio nimekuambia hiyo nyota mnayoona ya Kristo iko hapa maana yake Kristo ni Mungu. Kwa hiyo nyota ya Mungu, yaani Mungu yuko ndani ya mtu, ndio maana kila mnalolifanya ninaliona, ndio maana mmetuma watu na watu mamia kwa mamia ya watu mmeshindwa. We jipange, njoo hiyo nyota mnayo ndio ipo, ipo kuvunja vunja kazi zenu zote ndio Nabii Musa, niko hapa kuvunja kazi zenu zote na kuziharibu zote, na mipango yenu ya kishetani kuivunja na kuiharibu. Hawa ambao wanawatumikia na ambao wapo kuwatumikia watavunjika vunjika wote, hakuna atakayesalia. Yaani, huu ni wakati wa sanamu ya Danieli kuvunjwa vipande vipande na jiwe kula pembeni, na jiwe kula pembeni mwenyewe ndio mjumbe wa agano saba safari, vunja vunja sanamu ya Tanzania, di sanamu ya Nebukadneza ilivunjwa navunjwa na jiwe ambaye ni Mungu, ni Kristo yeah. Na ndio leo sasa jiwe kula pembeni mloli kataa waashi Ndo hii nyota inayokuja sasa, ndo hii nyota mnayoiona ndio mjumbe wa agano, ndo niko hapa kuvunja vunja sanamu yote na wote waitegemeao na waiabuduo sanamu iliyopewa pumzi. Tumeshamalizana na joka sasa, tunakuja kwenye sanamu iliyopewa pumzi.